Na kuna kitu ambacho roho Bwana anachukia kama chocolate, wewe nayo unakula chocolate yote. Haya ni mambo ya unajisi, ni chakula ambacho Mungu akijui. Bwana asifiwe sana. Nyama ambayo uh, ya utumbutumbu Mungu anakataa, Mungu hataki nyama ya utumbutumbu, nyama mkingali uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, kinyesi cha chambuzi, wewe nayo huyu ni unajisi. hapo ndio ambapo tunajua chakula gani cha unajisi? chakula gani cha unajisi ni chakula ambacho akijulikani na Mungu. Kwa nini Bwana Majeshi aliambia Adam atakula uh, matunda yote na ma, ma, manyama zote at, atazila, lakini kwa nini? Kwa nini akumwambia na udongo na miti na vidudu nitakula <coughs> <coughs> langu lumende nitakiombea kimende, mbona atakiweka wakfu? Huyo ni ujinga mtupu. Maandiko hatuyachukulii kwenye njia ya ubatili, bali tunachukulia maandiko kwenye njia ya usafi na utakatifu.